Habari za wakati huu wapenzi watazamaji, natumai yu mzima wa afya. Kufuatiwa mlipuko wa ugonjwa wa MPOX, sasa kuna mwongozo ambao umetolewa kwa wale watu wote ambao wanasafiri, ni namna gani wana uwezo wa kujikinga na janga hili la virusi vya MPOX, maana limekuwa ni janga ambalo limekuwa likitikisa vichwa vya watu ulimwenguni. Hivyo jambo la msingi kwa kwa wewe ndugu mpenzi mtazamaji, kama tu wewe ni wa kwanza kufungua chaneli hii, tunakuomba usiache kubonyeza neno subscribe na kubonyeza alama ya kengele ili tuwe wa kwanza kupata taarifa zetu pindi tunapokuwa tunazi upload. Sasa twende tukautazame huo mwongozo ambao umetolewa na Wizara ya Afya unaelekeza vipi? Mwongozo huo unasomwa kama ifuatavyo: Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Wizara ya Afya. Mwongozo namba 16 wa tarehe 11 Machi 2025 kwa wasafiri kufuatia mlipuko wa ugonjwa wa mpox. Mpox ni ugonjwa unaosababishwa na virusi vya monkeypox ambao ulitangazwa na Shirika la Afya Duniani, WHO, kama dharura ya afya ya kimataifa PHEIC mnamo Agosti 2024. Tarehe 10 Machi 2025 Jamhuri ya Muungano wa Tanzania JMT ilitangaza kuwepo kwa mlipuko wa ugonjwa huo wa mpox. Kufuatia mlipuko huu, serikali ya JMT imeanza kutekeleza afwa za afya ili kuzuia kuenea kwa ugonjwa huu ndani, ya, ndani na nje ya nchi kwa kuzingatia kanuni za afya za kimataifa za mwaka 2005 hivyo JMT imetoa mwongozo wa 16 wa tarehe 11 Machi 2025 wa wasafiri utakaoanza kutekelezwa mara moja ili kuchukua hatua madhubuti zitakazohusiana na wasafiri wa kitaifa pia hata wa kimataifa kama ifuatavyo. Namba moja. Wasafiri na wafanyakazi wote katika maeneo ya mipakani wanapaswa kuzingatia hatua za kuzuia na kudhibiti maambukizi kama vile unawaji wa mikono, kuacha angalau umbali wa mita moja baina ya mtu mmoja na mwingine, na kutoa taarifa kuhusu mtu yeyote mwenye dalili za ugonjwa kwa kupiga simu namba 199 bule, kutoa taarifa ofisi ya afya mipakani au kituo cha afya kilicho karibu. Namba mbili, katika maeneo yote ya mipaka hususan ni viwanja vya ndege, mipaka ya nchi kavu na bandari, wasafiri wote watafanyiwa uchunguzi wa awali wa afya ikiwamo kupimwa joto la mwili, na watakapobainika kuwa na homa au vipele watafanyiwa uchunguzi wa kina wa kiafya. Namba tatu, elimu kuhusu utoaji wa taarifa mapema na ushauri wa afya kuhusu kuripoti dalili zozote za ugonjwa wa mpox utatolewa kwa wasafiri wote mipakani. Wale watakaoonyesha dalili hizo watafanyiwa uchunguzi wa kina na kupatiwa matibabu katika vituo vya huduma za afya. Watu wote waliotangamana na wagonjwa wa mpox watashauriwa kufuatilia afya zao na kutoa taarifa katika kituo cha afya kilicho karibu au kupiga simu namba 199 bule iwapo watakuwa na dalili zozote za mpox. Namba tano, wasimamizi na wamiliki wote wa vyombo vya usafiri pamoja na madereva wanapaswa kufuata taratibu za kiafya zikiwemo: uchunguzi wa afya, ukaguzi wa usafi wa vyombo vya usafiri kunawa mikono matumizi ya vitakasa mikono na kutoa taarifa mara moja kuhusu msafiri yoyote mwenye dalili za mpox kwa mamlaka ya afya mipakani. Kitu cha msingi na cha kukizingatia, taarifa ya usafiri itakuwa ikihusishwa mara kwa mara kadri inavyohitajika. Hii imetolewa na Dr. Sefu Shekalage, huyo ni katibu mkuu wizara ya afya. Hivyo watazamaji, katika chaneli yetu hii ya Safari ya Afya, nimemaliza kunukuu ripoti hiyo iliyotolewa na wizara ya afya juu ya wasafiri wote ambao wanasafiri aidha kwenda mikoani, kuhusu janga hili la virusi vya mpox, jinsi linavyozidi kudidimiza hali na afya za watu. Hivyo vitu vya msingi vya kuvifanya ni kujilinda sisi wenyewe na kufuata kanuni zote za kiafya lakini aidha, kama utakuwa na swali lolote lile lenye kukutia wasiwasi, usisite kuweza kunitafuta katika namba ambayo inapita kwenye skrini yako, ili tuweze kushauriana moja ama jingine sababu suala la ujenzi wa afya ni jukumu letu sote. Pia niendelee kuwashukuru wale wote ambao wamekuwa mstari wa mbele kufuatilia video zetu pindi ambapo tumekuwa tukizia upload. Cha msingi ni wewe kutokuacha kubonyeza neno subscribe na kubonyeza alama ya kengele ili tuwe wa kwanza kupata taarifa zetu pindi tunapozia upload. Asanteni sana.